Uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha ajali ni kupasuka tairi la mbele na upande wa kulia kwa basi la Channel One, na hivyo kumpelekea dereva kukosa mwelekeo wa kumudu basi lake na kuhama upande wa kulia wa barabara na kisha kugongana uso kwa uso na kosta, na mabasi hayo yote mawili kuwaka moto mkubwa ambao umeleta madhara makubwa kwa binadamu na mali kuteketea kwa moto. Awali tulikuwa tumetoa taarifa ya vifo thelathini na tisa, lakini mpaka sasa naitoa taarifa hii, kuna ongezeko la vifo. Kwa hiyo kuna wananchi wengine wameongezeka e, na kufikia vifo arobaini na mbili kwa wananchi waliofariki kwa mchanganuo ufuatao wananchi thelathini na moja wakiwemo wanawake ishirini na moja na wanaume kumi. Hawa walikuwa kwenye basi dogo Coaster, na wananchi kumi na moja wakiwemo wanawake saba na wanaume wanne walikuwa kwenye basi kubwa la Channel 10, Channel One. Aidha, majeruhi wote wamepatiwa matibabu waliokuwa ishirini na nane ambapo kati yao kumi na tatu ni wanaume na kumi na tano ni wanawake majeruri wote hao wameendelea vizuri na wamepatiwa matibabu kwenye hospitali zetu, pamoja na hospitali ya wilaya Same, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mawenzi na hospitali yetu ya rufaa ya kcmcnamshkuru muma Rais wa jamhuri wa kwa matibabu ya majeruhi wote na wagharamia mazishi ya amili yote ya wapendwa wetu inayotangulia mbele ya haki kwa kila kitu ambacho tutahusisha mazishi. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan e, ametoa kwa familia hizi ambazo imepoteza e, wapendwa wao. Sisi huwa tuna utaratibu kwamba gari kabla haijatoka stand ni lazima ikaguliwe na kwenye ile stendi inapoanzia. Kwa mfano ile ilianzia Arusha ilikaguliwa na aliyekagua alikuwa anaitwa Koplamisi, na alikagua taya, tairi na vitu vyote vinavyohusiana na masuala ya gari. Ilionekana zile tairi zina zina sifa za kuweza kuwa barabarani. Kwa hiyo sio hilo tu, ni magari yote anapotaka kutoka stendi, ni kuhakikisha kwamba ukaguzi unafanyika, ni kila siku tofauti na ile tunaosema kwa madereva wa, wa, wa, wa magari ya wanafunzi kama shule ya kufunguliwa. Kwa hiyo huo ukaguzi huo tunafanya. Naendelea na uchunguzi. Kuna natoa onyo. Kuna baadhi ya madereva wanatempa na vile zile zile nani? VTS. Uchunguzi unaendelea, ukikamilika mm -hmm, hatua kali zitachukuliwa.